Sana, tuna neema kubwa sana kwa sababu chama hiki cha Mapinduzi, chama hiki cha Mapinduzi, kupitia mgombea wake wa urais mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kuweka mambo makubwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo inaenda kusimamiwa na huyu diwani na mbunge huyu katika kuhakikisha mtu huyu wa anakwenda kupata maendeleo. CCM oye! CCM safi! CCM juu! Tarehe tisa mwezi wa tisa, naamini mlikuwepo pale Ikungi, mlimsikia rais wetu na mgombea wetu wa urais mama Samia Suluhu Hassan alizungumza vitu vingi sana, akasema anakwenda kuunganisha barabara, akataja barabara zile alizozitaja lakini katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kuna daraja ambalo linaenda kujengwa. Mimi ndugu zangu ni waombe, niwaombe tarehe ishirini na tisa mpe kura nyingi ndugu yangu Gaspari, mpe kura nyingi mbunge huyu ili akasimamie barabara ikajengwe vizuri. Lakini pia kuna mradi wa kilimo, skimu ya mwagiliaji. Kama sio Gaspari na kama sio Mgonto ni nani akaisimamie? Kwa hiyo mkatoe kura nyingi kwa chama cha mapinduzi ili Gaspari huyu na Mgonto huyu akasimamie skimu ya mwagiliaji ili vijana wetu wapate ajira na kilimo kiweze kuwa uti wa mgongo kama baba wa taifa alivyotuambia enzi hizo. CCM oyee! CCM safi. Tarehe tisa hiyo hiyo mwezi wa tisa mama yetu Samia Suluhu Hasani alizungumza mambo mazuri sana, akasema yeye anamjali mkulima, anakwenda kujenga ghala pale Ikungi, ili katika hilo ghala ataweka zana za kilimo, mkulima huyu akakope hizo zana kwa bei nafuu. Kwa hiyo mama ameona mkulima anapaswa kupata zana nzuri na za kisasa, ili akalime kilimo chenye tija. Lakini akuishia hapo, akasema mbolea ya ruzuku itakuja, nitafikia watu maeneo walipo akasema pia mbegu bora ya kisasa itakuja itawafikia maeneo mlipo, lakini pia hakuishia hapo. Akasema pia akasema pia pembejeo zote ambazo zitamnufaisha mkulima zitakuja maeneo yetu. Kazi yenu ni moja, tarehe ishirini na tisa kumpa kura nyingi diwani huyu ili akasimamie hayo, ili aweze kutekelezwa na mkulima wetu akapate hizo pembejeo zana za kilimo na mbolea ruzuku kwa wakati aweze kulima kilimo chenye tija. CCM oye, oh yeah. CCM safi. Hakuishia hapo, ameandika kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, amesema kwamba mfugaji huyu ana mifugo ambayo inahitaji kuogeshwa kwenye majosho ya kisasa. Kwa hiyo Ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema inakwenda kujenga majosho ili kuogesha mifugo yetu, na mifugo ikiogeshwa inapata afya nzuri, inanawiri inanenepa. Mfugaji huyu atakapoipeleka sokoni hii mifugo itapata bei nzuri huko mnadani. mfugaji huyu atanufaika, lakini katika hayo pia akasema anakwenda kujenga mabwawa ya maji kwa ajili ya kunyweshea hiyo hiyo mifugo, lengo mifugo ipate afya nzuri ili mfugaji huyu apate faida nzuri atakapokwenda kuiuza mnadani. CCM oyee! Sisi CCM safi, CCM juu. Mnakumbuka mwaka 2020 kuelekea 2025 ilani ya chama cha mapinduzi chini ya jemadari rais wetu na hiki chama. Lakini pia hapa kulikuwa na diwani anakaa hapo, nadhani, si ndio, sindio? yeah. Diwani alikuwa anakaa hapo, aliweza kusimamia ilani hii ambayo imemaliza muda wake 2020 kuelekea kuelekea 2025. Ilani hiyo ilikuwa inasema ya kwamba itahakikisha inapeleka umeme kila kijiji, na leo hii tunavyozungumza vijiji vyote Tanzania nzima vimepata umeme sasa hivi sasa hivi imebaki kwenye vitongoji baadhi na hapa naamini vitongoji vingapi, viwili, si ndio? He eh? Yeah. vitongoji vingapi? Yeah. kama vitongoji viwili tu vimebaki, na vingine vyote karibia elfu ngapi vimeshapata umeme. Kwa nini tusimpe kura diwani huyu ili aende halmashauri akalete huo umeme na vitongoji vyote vipate umeme? Sasa habari njema ni kwamba Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030 inasema ya kwamba vitongoji vyote nchi nzima vinakwenda kupata umeme. Vitongoji vyote nchi nzima vinakwenda kupata umeme. Na nyinyi tarehe 29 msifanye makosa, tutakapomchagua diwani huyu, mtakapomchagua mbunge huyu atakwenda kusimamia kuhakikisha vitongoji vyote vinapata umeme na mwananchi huyu anaweza kufanya shughuli zake za kimaendeleo kwa sababu ana nishati ya umeme ya kutosha hadi nyumbani kwake. CCM oyee! CCM safi! CCM juu! Ilani ya Chama cha Mapinduzi pia inataja kuhusiana na masuala ya maji. Mheshimiwa Rais kupitia, kupitia waziri wake Aweso amesema anakwenda kumtua mama ndoo kichwani. Hiyo falsafa inamaanisha ya kwamba inakwenda kumsogezea mama huduma ya karibu ya maji ili mama asitembee umbali mrefu kufuata hayo maji. Sasa ndugu zangu, ndugu zangu, visima vinakwenda kuchimbwa, lakini pia miundombinu ya kupeleka mabomba yawafikie hawa wakina mama na nyumba zetu inakwenda kuimarishwa kwa wakati. Kazi yenu ni moja tu, tarehe ishirini na tisa kwa pamoja mkapige kura kwa diwani huyu, mkapige kura kwa mgonto huyu na mkampigie kura mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Samia Suluhu Hassan, ili ili tutakapoenda kwa pamoja, diwani atakapokwenda alimashauri, akienda kusema ninaomba maji, basi anapewa maji kwa sababu watu wa Kipumbiko waliataka maji kupitia sanduku la kura, ambao wamepiga tarehe ishirini na tisa. Diwani huyu akienda kuomba daraja, anaambiwa chukua daraja kwa sababu tarehe ishirini na tisa watu wa Kipumbuiko na kata nzima ya Dumunyi waliweza kutoa kura nyingi za kutosha, na yeye ataambiwa haya, chukua hayo maji, chukua huo umeme, kwa sababu watu hao walikuwa nakiuhu, na kiu, na ndio maana walipiga kura nyingi za kutosha. CCM oye! CCM safi! CCM